Majukumu yetu ya msingi kama wizara, la kwanza ni uhifadhi na usimamizi wa mazingira. Lazima tujue tuna dhamana kubwa kama watumishi wa ofisi ya makamu wa rais, ambao tumepewa jukumu la kuratibu usimamizi na uhifadhi wa mazingira yetu. Kwa hiyo naomba jukumu hili ambalo tumepewa na taifa tulipe kwa, tulichukue kwa uzito mkubwa sana, lakini vile vile tuna jukumu kubwa la kusimamia muungano wetu. Vijana wengi hawajui muungano, muungano ulikotoka, hawajui umuhimu wa muungano. Kwa hiyo mipango ambayo nimeeleza ya huko tunakotakiwa kwenda kuwezesha vijana wetu ambao ni zaidi ya asilimia sabini. Kwa hiyo muungano wetu ni eneo pekee linaweza kutuweka salama ni kuhakikisha vijana wetu wanauelewa vizuri, lakini pia wanaelewa sababu zake, umuhimu wake, umuhimu wa jana, umuhimu wa leo. Jambo lingine muhimu ni kuhakikisha kwamba tunaisoma na kuielewa dira ya nchi yetu ya mwaka 2050. Tuielewe vizuri maeneo gani wizara yetu, maeneo gani ofisi ya makamu wa rais inahusika zaidi na tuhakikishe kwamba tunayatekeleza. Lakini lingine ni kuangalia katika ahadi za rais za mambo aliyoahidi kutekeleza ndani ya siku mia moja. Tuangalie jambo gani linatuhusu kama ofisi ya makamu wa rais, kama wizara. Yale ambayo rais ameahidi ndani ya siku mia moja ni wazi kwamba sisi kwa eneo letu ni lazima tuyatekeleze ndani ya siku mia moja.